Rais William Ruto amewakashifu wa viongozi wanaopinga kukodiwa kwa viwanda vinne vya sukari, akisema ni sharti viwanda hivyo viendeshwe na wawekezaji wa kibinafsi. Akizungumza Ikulu, rais Ruto amesema kuwa taifa linapania kumaliza uagizaji wa, wa bidhaa nje kwa kufufua viwanda vya humu nchini. Haya yanajiri huku ripoti za hivi punde zikibashiri kupungua kwa kiwango cha miwa inayosagwa kwa sukari. Loro Utieno anaarifu. Kufuatia sokomoko kuhusu ukodishwaji wa viwanda vya sukari, Rais William Ruto sasa amepasua mbarika na kusema kuwa wawekezaji wa kibinafsi wataendesha viwanda hivyo. Ruto akiwashutumu baadhi ya viongozi kwa kutozingatia masuala ya wakulima na wafanyikazi ambao wamehangaika kutokana na utendakazi mbovu wa viwanda vya Sony, Chemelil, Nzoia na Muhoroni. kuna viongozi ambao wanataka kuweka watu katika umaskini. Unaona, mtu anaenda kupinga ati factory ya sukari should not be leased. I am prepared to put my name on the line because I know we are doing the right thing. Hata hivyo, ripoti ya hivi punde kutoka idara ya kilimo ya Marekani inakadiria kupungua kwa uzalishaji wa sukari humo nchini mwaka ujao. Ripoti hiyo ikisema kuwa upungufu huo utachangiwa na uhaba wa miwa kwani ni hekari laki moja hamsini ambayo itavunwa miwa ikilinganishwa na ekari laki moja tisini iliyovunwa mwaka uliopita. Rais Ruto akisema kuwa swala hilo litaangaziwa vilivyo. We have an additional 200,000 acres of land planted under sugarcane. Hii sukari tumekuwa tukiimport for the last 40 years. This year, we imported the least. Next year, pengine. By 2027, we will not be importing sugar to Kenya. Kenya inahitaji ya tani milioni moja nukta moja ya sukari kila mwaka. Kwa sasa taifa linategemea uwagizaji kutoka mataifa ya Komesa ili kutosheleza hitaji hilo. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.